Elimu ni sawa na mnyama anayewindwa. Kuandika ndio una qaid, unafunga ndio kifungo. Kitaba ndio kifungo cha ilmu. Vitabu elimu lio zimeandikwa, zimekuwa ni mudawana katika vitabu <coughs> lakini inaweza kuwa kuna kitabu kama leo mimi nasoma kitabu labda

ndio wanawachuoni. Ukiona mtu anakaa sehemu, anawachuoni anaulizwa swali toka kwenye swala mpaka kwenye zaka mpaka kwenye jihadi, mambo ya mabughati, mambo ya qadwa, mambo yote ya kwenye swali akajibu hapo hapo, huyu alqaiidi ilmu. So sisi, elimu mpaka una muhadhara ndio atafuta vitabu wanawachuoni wa shaq zile elimu walizielewa. Wali, wali mtu kila mlango anaosoma, mlango wa swala, mlango wa funga, mlango wa zaka, mlango wa haji, mlango wa nikaha, mlango wa qada, mlango wa hudud, mambo ya sarika, mambo ya zina, hadi zake na kadha, kila kitu mtu anasoma na qaid. Ili mtu ambaye huyu ni mwizi, sharti gani zitimie, unasoma una qaid pembeni Ndo elimu ndo elimu so, mpaka unasubiri una, una mlango ndo wafungua wa kitabu, kesho una hutuba ndo wafungua wa kitabu. Wakati mwingine wote ostadhi acheza mpira, tuna wabanda ya TV, kuna maostadhi ana timu yeye, timu yake yanga au simba, ndio kwenye mambo ya TV tu ostadhi. Ostadhi wa vipi? Lazima tukaidi elimu ndio utaona, ukiona watu walifundishwa. Kusoma hata nyinyi fuatilieni Sheikh Mukbil, Sheikh Mukbil. Mukbil amefanikiwa sana katika kuandaa watu, na hili limeshuhudiliwa na maulama, akiwemo Sheikh Sheikh rabiri hafidhahullah Taala, mpaka akafikia kusema toka zama za Abdul Razzaq as Sanaani sahibu Musannaf, hakuna mtu alofanikiwa kama Sheikh Sheikh Mukbil rahmatullah Yaman. Toka historia yake wanafunzi, anaanza kuwasomesha daftari aina daftari, k kusikia sauti yake, kila mtu ana daftari, ma hukumu taswiri haram, ma huwa dalil yasoma dalil, ma hukumu kada, watu wanaandika, ndi aliwalea wanafunzi tokea mwanzo. Ndio maana ukoona hata wale mashaikh na talabalilm a zile hifdhi zao sawi qawi Shekhe akafanikiwa kwa muda mfupi kutoa ilmu watu wakasoma, marakis zikaenea, ni kwa muda mfupi tu, si kwamba alichukua miaka hamsini thalathini, lakini walifundishwa watu muqayidi y ilmu. Unielewa vizuri, unielewa vizuri. Leo nasoma kitabu Mustalahul Hadithi, nasoma hapa hadithi mudtaribu ni ipi? unaandika taarifu yake kama kuna sura zake itirabu ambali katika matini au katika sanaati na kaidi ilmu pembeni, fanya khulaso ya ilmu. Unakuwa na kidaftari chako kubichi kidogo, unapumzika, unaweza pitia kidogo. Upo kwenye gari, labda twenda mjini, umekaa kwenye gari, sio sikilize muziki au unashangaa shangaa, pitia kidaftari leo mna vitabu vidogo vidogo vile vile elimu katika vitu vinasaidia kuichukua elimu, ni kuichukua ilmu kutoka kwa wale wahusika. Mmoja mjao wliusia kidogo katika suawastadi, lakini atadarruj katika mambo anasaidia kupata ilmu ni atadarruj, atadarruj imma katika fani fulani, au atadarruj katika ilmu biljumla. Vitu gani ni vya kuanza kwenye kusoma

Mwona mtu kahifadhi, kasoma suratu Mariam vizuri, we hujahifadhi, watakuwa kahifadhi suratu Mariam, kuna mzuka. Si tumepita huko? Haya, tunawaambia haya, leo nie, leo mna, sijui nisemeje, lakini Allah amewafikisha sana. Yani nyie mko hapa, ni masalafu watoto wadogo kama hivi mnasoma, mna kwa masalafu ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ni taufiki kubwa sana neema, fadhila. Sia tumepitia katika uhisbia tumesoma kwa watu tume wa bid'a, hakuna ihtimamu yoyote ya ilmu, tasomea mitihani tu sisi, ukwa kinyume kabisa. Lazima uwe na tadaruji katika ilmu kidogo kidogo, kimwona mtu kazungumza usitake ki. ah hapa alipofikia mwenzio, kwa nafikiri kakaruka kisema, sio mwanaelewa, ndio mwana mtu kahifadhi Qur'ani yote, afila aliruka? Alianza qul a'udhu bi rabbi nnasi, akahifadhi kwa juzuu ya amma, kama juzuu tabarak, akaenda mpaka akamaliza masaa yote, sio atakauruka ndani ya, ya mwezi. Ateme naye, ateme cheche taratibu. <laughs> <Yes. laughs> Ah, kisa... mwisho ndo mtu unaona hafanyi chochote kila siku kasoma hapa kaacha, mwisho miaka kumi hajahifadhi hata juzuu tano. Kwa nini? Sababu warukaruka kila kitu, watamani wa uhifadhi kidogo kidogo.